Nimekuwa kwenye mawazo usiku kucha, baada ya kuona ile barua jana, na nimemtafuta askofu Gwajima mwenyewe, lakini bahati mbaya sijaweza kumpata, lakini nimempelekea ujumbe wa kumtia moyo, ujumbe wa kumtia moyo, kumtia moyo mkuu kabisa, kwamba hii hii hii vita vita vita sio yake, ni ya Mungu kabisa. Vita ni ya Mungu. Nilivyoona ile barua, mimi nilijua haiwezekani, nilijua haiwezekani serikali ikafunga kanisa nyumba ya ibada kwa barua. Kwa mara ya kwanza nili, nili, nilikiwa mahakamani, nilimpelekea mchungaji askofu Gwajima, nikamwambia tafadhali, naomba uniambie kama hii ni kweli, kwa sababu niliona nafikiri kwenye ukurasa wenu, baadae mlifuta, na niliona nafikiri mwananchi baadae, na mimi nilijaribu kuweka maneno, lakini niliondoa baada ya kuona watu wengi pengine wametilia mashaka, lakini hadi nilipokuja kuconfirm kwamba kanisa limefungwa kwa mchungaji kusema amri kumi za Mungu ndani ya kanisa ilinishtua kidogo. Aa, ilinishtua kidogo kwa sababu tunafahamu mtifuano umeanzia wapi. Eh. Mchungaji Gwajima alianza kuongea habari ya watu kutekwa, watu kupotea. Na ni habari za kweli. Eh, sisi tuna watu wengi wametekwa, tuna marafiki wengi. Tunafahamu, tuna recent case ya Mdude alitekwa nyumbani kwake. Uliona ile wingi wa damu uliokuwa pale mpaka leo hatujui uko wapi, lakini mimi kwa hisia zangu naamini kabisa Mdude Soka na wale vijana wengine wote waliotekwa hawako hai. Kwa hisia zangu, kwa hisia zangu, wale hawako hai. Naamini kabisa kwamba wale wameshauawa kama ambavyo tu na hisia zangu kwamba Ben Sanane hawezi kuwa hawezi kuwa hai. Sasa huyu ni mchungaji ni mtu, ni mtumishi wa Mungu eh, amefika mahali amekerwa na haya mambo ya utekaji, mambo ya udhalimu mambo ya watu kutekwa kuuawa ni trend ya kawaida, ni trend ya kawaida kabisa. Na mimi naweza nikaamka asubuhi nikaambiwa wewe uonekane, nikaanza nika kutafuta, halafu ikawa upatikane. Kuna kijana wetu anaitwa Kaswahili, mimi nimekuwa naye kwenye mkutano kama wa mwisho. Kaswahili hapatikani. Huyo alikuwa ana, ana, ana ratibu, ana ratibu mijadala ya club house inayofanyika hapa nchini na hata mikutano ya Azali kwa, ikifanyika Kaswahili alikuwa anakuja kwenye mikutano yetu ina rekodi na kwenda kwenye club house moja kwa moja. Kaswahili hapatikani, hapatikani. Sasa hakuna maisha, hakuna kitu chenye thamani duniani kama maisha ya binadamu. Yani maisha ya binadamu, maisha ya binadamu mmoja, thamani yake zaidi ya dunia nzima, zaidi ya proper za dunia nzima. Yani, yani mtu mmoja, maisha yake, thamani yake ni, ni, ni, ni, ni, ni ana bei binadamu, ana price tag binadamu, ana price tag. Hata kichaa ana price tag, anelala yani barabarani kabisa, ambaye amepata uenda wazimu ana price tag kwa hiyo kwa hiyo hakuna kitu cha thamani kama maisha ya binadamu yaani, ili kuwepo na ulimwengu lazima awepo binadamu, na ili kuwepo na utawala na uongozi lazima kuwepo na binadamu. Kwa hiyo serikali yoyote iliyoko madarakani, wajibu wake wa kwanza wa kufanya kabla hujafanya wajibu wote mwingine, huwa ni kulinda uhai wa binadamu, kwa sababu haiwezi kuwepo hiyo serikali yenyewe, haiwezi kuwepo kama binadamu wapo. kwa sababu serikali ipo kwa sababu ya watu sasa kila chochote kinachofanyika duniani kinafanyika kwa ajili ya watu, kinafanyika kwa ajili ya binadamu. Jambo lio la ugunduzi ni kwa ajili ya ustawi wa binadamu, iwe ni kuboresha elimu, ni kwa ajili ya ustawi wa binadamu, iwe ni kuboresha afya, ni kwa ajili ya ustawi wa binadamu, iwe ni kujenga barabara, ni kwa ajili ya ustawi wa binadamu. Core fundamental property, yani kitu muhimu ama, mtu, mtu, kitu muhimu, ama jambo ambalo ni sahihi kabisa kulilinda kwa gharama zote na nguvu zote ni mtu, ni maisha ya binadamu. Sasa huyu ni askofu Anasema watu wametekwa. Swala la msingi, hao watu hawapo? Ni kweli watu wametekwa, watu wameuawa, watu wanapotea, na anasema vyombo vya ulinzi na usalama viko kwa sababu, kama kuna watu ambao wanatoka nje wanakuja kuua watu ndani ya nchi ama kuteka watu ndani ya nchi, maanayake lazima kutakuwa na konsen. Na ndogo jima anasema maanayake hiyo konsen itakuwa ni kwamba je, hawa watu wakija kukamata watoto wetu itakuwaje? Sasa inawezekanaje askofu kwanza anayesema anayehubiri habari ya anayehubiri habari ya, ya usafi habari ya, ya utakatifu na habari ya, ya, ya uwai wa binadamu inakuwaje huyo askofu anakuwa amefanya kosa la kisiasa yani? Kwamba yani kwa, yani, yani kwa, kwa mfano ukiniuliza mimi, Gwajima hakupaswa kuwa viral kwa kukemea mauaji ndani ya kanisa lake, hakupaswa kuwa Gwajima kupaswa yani, clip yako ikipaswa kuwa viral kwa sababu ndio kazi na wajibu wa kiongozi wa kidini kusema matendo mema ndani ya madhabahu yake na kukemea za Biblia. Kwa mfano, yeye ni Mkristu, mimi ni Mkristu. Biblia imeelekeza kuonya, kukemea, kurekebisha na kufundisha. Mwalimu na mitume wamepewa mamlaka ya kuonya, kwamba ukiona mambo yanaharibika, onya, kemea, rekebisha. nasema na ukikaa kimya utaulizwa kwani ulikaa kimya wakati mambo mabaya yanatokea. Sasa huyu ni mtumishi wa Mungu anakemea mauaji, na katika amri kumi za Mungu nane usiue, anakemea watu kuuawa kwa kwanza. Kinachoniogopesha mimi sio hata barua, kinachoniogopesha ni mimi ni wananchi, umma unavyoshangaa mchungaji kukemea mauaji yaani Gwajima anavyokuwa maarufu kwa kukemea mauaji Actually ndicho kile tunaogopesha. Yaani kwamba tumefika kwenye taifa ambalo kiongozi wa kidini akiongea wema inakuwa ni inakuwa ni jambo la kwenda viral. Yaani unajua maana yake nini? Maana yake wema uongewi na wema utekelezwi katika ulimwengu huu wa sasa. Ndio ile, siku hizi unaweza ukaenda mahali mtu anakukaribisha bana, karibu bana. Unakunywa pombe au hamisi nywe pombe. Wanataka kukupa girlfriend na Mr. girlfriend. Unasikia, ah, huyu jamaa anaishi wapi? Yani unaonekana kama wewe kutokuwa katika msingi wa maisha yale. Jamaa anaishi wapi? Mbona mshamba huyu? Ha, ujama, huyu jamaa, huyu jamaa, demu, huyu jamaa, gani huyu jamaa, huyu jamaa. Sasa ndicho anachokiona sasa, kimeenda mpaka kwenye taasisi kimeenda nchi nzima, yani kwamba watu wanashangaa matendo mema, yani kwamba mchungaji, yani mchungaji anakuaje mashuhuri ama askofu anakuaje maarufu kwa kukemea dhambi kanisani? na wakati ni wajibu wake kukemea dhambi, kukemea na kuonya na kufundisha. Yaani askofu anasema usiue, inakuwaje ni ishu? Yaani askofu ametaja misingi ya kitabu ambacho anakiamini, inakuwaje ni ishu? Mimi wasiwasi unaonikumba sio barua ya polisi, wasiwasi unaonikumba ni kuwa na umma ambao, umma ambao, nakuwa na serikali ambayo inaogopa kwamba wema ukiongewa, ule wema unakuwa ni adhabu kwao kwamba mchungaji askofu nabii amesema kwamba msiue, msiumize, msiteke, msikandamize, fanyeni maisha ya watu kwa salama, lindeni watu. Alafu huyu mtu over suddenly, social media zote, nchi nzima, magazeti yote, sio nchi nzima, yanasema Gwajima majilipua. Sasa mtumishi wa Mungu anapohubiri neno la Mungu anajilipuaje? mtumishi wa Mungu anapohubiri neno la Mungu ajilipui, anahubiri neno la Mungu na hapaswi kuwa, kuwa msingi wa majadiliano, kwa sababu amesema wajibu na kazi yake. Sasa hichi kimeniogopesha zaidi. Maana yake ni kwamba zambi na ukiukwaji wa masuala ya haki za binadamu ya kawaida imekuwa tu fundamentally kiasi cha kwamba mpaka watu wanaanza kuona aibu kutenda matendo mema. Sasa nilipoona ile barua nilikonfirm baadaye, nilikonfirm baadaye usiku, niliamka nikaona, na sikuweza kulala tena To be honest, sikuweza kulala tena nikaona, kwamba nikaona Gwajima anasema tumevamiwa, nikaona zile purukushani sijui za mabomu ya machozi, baadaye nikaona statement ya Muliro kwamba wamefunga kanisa. Sasa swala la msingi linakuja ni kwamba ah ah, ambao hatari naiona ni kwamba serikali inaweza ikafanya hivyo kwa Katoliki, kwa kanisa la Katoliki, serikali inaweza ikafanya hivyo kwa Anglican serikali inaweza ikafanya hivyo kwa KKT, yaani serikali inaweza ikafanya hivyo kwa BAKWATA yani, kwamba she moja wa BAKWATA tuseme amekosea, serikali inaweza ikafunga misikiti yote nchi nzima? Serikali haiwezi kufunga misikiti nchi nzima, serikali haiwezi kufunga Roman Catholic. Yani, maneno anaosema Gwajima na maneno anaosema maskofu wengine ya kukemea mauaji, ya kukemea ukatili, yana tofauti gani? ila Gwajima amesema kwa sauti kubwa, a punching voice, wamesema wanaleta wame siasa kanisani. A, a, nani kakwambia kanisa sio mahali pa kuongea ukweli? Kwani kan, kan yaani nani, nani anatem, sasa hiki kinatakiwa kuongea kanisani, hiki kisongee kanisani? Yani nani anapangia watu cha kuongea kanisani? Yani wewe, yani mimi napokwenda kanisani, kila mtu anapokwenda kanisani, tena kwa mujibu wa kwa imani ya Kikristo anaongozwa na Roho Mtakatifu nini cha kusema katika mahubiri ma, ma, ma ndio sababu maombi anakuwa Bwana naomba uniongoze unipe neno kwa ajili ya watu wako waliokuja hapa. Huyo sasa, sasa, sasa, mtu wa neno ni makala huyo? Mtu wa neno ni nani huyo? Mtu wa neno ni msemaji wa ikulu huyo? Mtu wa neno ni nani? Sasa wanavyosema ameleta siasa, siasa ipi? Gwajima amekemea mauaji, amekemea utekwaji. Hilo ni neno la Mungu, huo ni utumishi wa Mungu. Gwajima hajaomba bangi ipunguzwe bei ama iruhusiwe kuuzwa. Ajaomba madawa kulevya. Gwajima ajaomba watoto wa kiume wa kike na wa kiume watembee uchi ili wafanye ukaaba. Amekemea mauaji, amekemea utekwaji, amekemea uzalimu, anakemea vikundi ambavyo havionekani, na anasema polisi wawajibike. Na mimi nasema polisi wawajibike, kama watu wanatekwa, wanauawa, alafu wahalifu washikwe, ili jambo linatoka wapi? Na polisi wanapaswa kuogopa. Aktuali, Gwajima amehubiri Injili, nakumbuka kumbuka kumbuka, Kristo alivyorudi alivyokuja, na Wakristo wanatakiwa wajue hii. Kristo alivyokuja, akuja tu kukemea mapepo. Kristo alikuja kugombana na utawala na aliyempeleka Yesu msalabani alikuwa ni Herode. Herode alikuwa ni mtawala. Kristo akushikwa na majini ama na mashetani. Kristo alikuja kupigana na watawala na ndio maana alikuja alisema, sikuja kutengua torati lakini nimekuja kuitimiliza torati. Torati manake kulikuwa kuna sheria zinazoendesha ulimwengu ambazo zilikuwa zifulfil maisha ya binadamu hasa kwa, kwa mujibu wa, neno la Mungu kwa mujibu wa neno la Mungu ndo kwa, kwa, Kristo asema, kwa maana ya Mungu jinsi yake upenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, hasa Kristo. Sasa ambao sisi wa Kristo tunaamini akavaa mwili akaja ku apply new rules katika ulimwengu ambao ulikuwa na sheria na ndio maana Mafarisayo, Masadukayo na wanasheria ndio walikuwa wanagombana na Kristo sababu alikuja, alikuja, alikuja ku apply new norms, utaratibu mpya kabisa ambao torati ilikuwa inaushangaa. Kwa mfano wakati wa torati ilikuwa ikifika Jumamosi si, ukisoma Biblia siwezi kwenda kuotoka. Torati ilikuwa na masharti. Torati ilikuwa inasema mtu akikutwa na anazini apigwe mawe mpaka kufa, that was a law Tw ilikuwa ni sheria. Kristo alivyokuja akasema, sikilizeni, aliyetoa kesi moja mama mmoja kwenye Biblia akasema yoyote ambaye anafikiri ni msafi kuliko mama basi akwanza kumpiga wale watu acotanyika. Alikuwa anakwenda kwa mtumishi wa Mungu. Kazi ya utumishi wa Mungu sio kuimba tu mapambio ni pamoja na kuigaidi serikali na kuirekebisha serikali. Ndiyo maana enzi za torati, enza torati wafalme walikuwa wanakwenda kwa makuani na manabii kuchukua hekima. Ukisoma Biblia, Biblia kama ni msomaji wa Biblia utaona. Lakini sasa hivi imekuwa tofauti, ni wafalme ni, ni, ni makuani wa injili wanakuwa machawa na wapambe wa watawala kwa Kristo. Gwajima amefanya kazi ya kuhubiri injili hii, kwa biashara kwamba usichanganye siasa na dini. Amini ni neno tu ambalo sijui lilitokea wapi, lakini kimsingi ni kwamba dini ni nini Gwajima amesema dini gani? Hakuna dini aku, aku, haj, Gwajima hajalazimisha hajalazimisha Waislam kuwa wa Kristo. Gwajima hajalazimisha watoto watoto wadogo wafanye zinaa. Gwajima amekemea mauaji, amekemea utekaji, anataka serikali iwajibike. Sasa hii ndo hii ndo injili, hii ndo injili sawasawa, hii ndo habari njema. Habari njema ni kwamba Gwajima anasema kuna utekaji unaendelea, watu wanauawa, watu wanapotea, watu wanaumia, kuna ufisadi, haya mambo yachukuliwa hatua. Swali moja, kama kila taasisi, let's assume, let's assume kwamba kuna matatizo. Hakuna matatizo, hata daka moja hakuna tatizo hata moja. Katika hotuba zote za Gwajima, Gwajima amehubiri injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi naza nikasema, let's assume kuna tatizo hiyo injili na tatizo leza shumu kwa tatizo, je? Yeah. Gwajima uh, uh, akifanya kosa na umefikiri kuna kosa, hivi ndivyo ambavyo unalit unalitreat kosa, yaani kwa mfano akatokea mwenyekiti wa Chadema kanda ya kati akaongea jambo lolote lile utafuta chama cha siasa? Kwa sababu mwenyekiti wa tawi la Chadema kule kanda ya kati Dodoma, labda mtaa unaitwa uh, unaitwa Kalangalala, ameongea jambo fulani ambayo ni against na reality. Gwajima ndio kiongozi wa kanisa hili na ndio mmiliki wa kanisa hili, amini ni kiongozi wa kanisa ila, kanisa lina utaratibu wake kanisa ni, ni, ni taasisi maana yake kuna, kuna mchungaji msaidizi kama Gwajima na makosa amefanya yanayotosha kufungiwa kanisa maana yake ana criminality katika maneno yake, kuna uhalifu hasa uhalifu. Maana yake anashtakiwa kwa maneno yake, anapelekwa mahakamani. Sasa unafungaje kanisa alafu unamwacha gajima bila makosa? Yani kama, kama umepata kesi ya kufunga kanisa, maana yake umepata umepata kesi nyingine mbaya zaidi, uhalifu mwingine. Mbona umkamati umpeleke polisi, umpeleke mahakamani, umshtaki kama ni maneno ameongea nao, maneno labda yamehatarisha ya hicho unachokisema wewe, kwamba amechanganya siasa na dini, polisi itamkamata wewe, wewe ita, itapeleka kesi kwa mwendesha mashtaka wa, wa, wa, wa serikali, alafu atapeleka ile matters mahakamani Alafu ukishapeleka ile mates mahakamani, mahakama itaamua, na mahakama ikiamua, inaweza ikaona bwana, hii taasisi ni risk, sababu ile ile ni organization. Kanisa ni organization. Ndio nikasema, kwa mfano, mchungaji Askofu Bagonza anaikosoa serikali kila mara juu ya haki za binadamu, Katoliki wanaikosoa serikali kila mara kwa haki za binadamu. Serikali hii inaweza ikafungia ile kanisa. Sasa hatari, hawezi kufungia Katoliki, hawezi kufungia Lutheran church, they cannot do that. Sasa hii hatari yake <laughs> ni nini? Na mimi naiona hatari yake ni kwamba kwanza hawatafanikiwa. Wakifanikiwa kufunga kanisa, hawatafanikiwa kufunga nguvu za Mungu. Ninaonea huruma sana watu waliofanya hicho kitendo, wataumizwa wata sana na nguvu za Mungu na wanakotaka kufika, kama hiyo kelele, kama wanataka kuzuia kelele ya haki, mawe atasimama atapiga kelele. Mimi nawaonya kwamba wamefanya kitu kibaya sana na kitu cha laana sana. Huwezi kufunga nyumba ya ibada kwa sababu mtu amekemea mauaji, mtu amekemea ukatili mtu amekemea utekaji. Huyu mtu amefanya amefanya Injili ya Kristo, amefanya Injili rasmi. Na nasema tu kwamba kwamba hawa waliofanya hivi wote, kuanzia aliyekaa kikao, aliyepanga umpango, aliyetekeleza watakutana na adhabu ya Mungu. Na John, utaniambia weka, iko kumbukumbu maneno yake. Sema kuna idea hapa kwamba e, neno la Mungu mtu amepata wito kutaka kuhubiri neno la Mungu Registration ya inakuwa na mata kiasi gani? Nia yote inaongozwa kwa sheria na utaratibu, usingeweza kuacha mambo yaende random letu bila kuwepo na utaratibu. Swala msingi hapa linakuja ni kwamba, swala msingi linalokuja hapa ni kwamba katika maneno ya wa Gwajima, kama ni maneno strong kwa kiasi hicho mpaka kanisa lifungwe, maana yake Gwajima alitakiwa apewe kesi ya uhaini. Jamani, maneno ya Gwajima tumeyasikia, ama nyie mmesikia maneno tofauti? Niliyosikia mimi nimesikia na kemea mauaji, nimesikia na kemea utekaji, nimesikia nataja idadi ya watu waliotekwa wakiwemo na chama wetu. Hajasema uongo, amemtaja Soka, amemtaja Mdudu, amemtaja Medi amechukuliwa kwenye gari, ameenda ameuawa. Huyu mtumishi wa Mungu anasema haya mambo yakome, na polisi msiwe comfortable, vyombo vya ulinzi na usalama msiwe comfortable huyu amehubiri neno la Mungu kwa wakati sahihi. Actually Gwajima amechelewa. Mimi siku nimemsikia ameongea yale maneno, niliongea naye nikamwambia, nakushukuru umepiga kelele, lakini nakulaumu Gwajima. Nilimwambia mimi Gwajima, lakini nikamwambia kwa nakulaumu kwamba pengine ungeongea miezi minane iliyopita, mdudu asingeuawa. Pengine ungeongea mwaka mmoja uliopita, soka na med wasingepotea, ama medi asingeuawa nasema umechelewa ume, ume nikaambia. Lakini hata hivyo, pamoja na kuchelewa, nataka na nikupongeze ya kwamba angalau umeongea, lakini nikaambia hujafanya jambo la maana, hujafanya jambo la kutisha. Umefanya kazi ya mwinjilisti. Mtumishi wa Mungu kukemea mauaji, afanye kitu cha maana? Anafanya kazi ya uinjilisti, na ndio maana hata Gwajima kwenda viral kwa sababu amekemea mauaji, ni kwa sababu nchi ina shida ya haki yani manake nchi imeamini katika ime, nchi hii imeamini katika, katika uhalifu uh, kuna sadism spirit, watu wamekuwa na sadistic spirit yani kiasi cha kwamba eti mtumishi wa Mungu anakemea mauaji, wasikia ma umemshagwa Gwajima huko ameharibu mbaya kabisa, ameharibu nini huyu, huyu ni mtumishi wa Mungu, amesema usiuwe ni, ni, ni, ni, ni amri kumi za Mungu, usiuwe usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani mke. Yani mchungaji anaposema usitamani mke wa jirani yako, usishuhudie jirani yako uongo, usiue, usizulumu, usinyanyase watu, usiwe mnafiki, mchungaji anakuwaje vairo usema maneno yake? Yani mchungaji anakuwaje vairo? Yani Gwajima amesema, amesema injili ya kawaida kabisa ya Kristo kanisani. Sasa swala la msingi, swala la msingi sana, kwa nini mchungaji anaadhibiwa kwa kuhubiri injili kwa nini mtumishi wa Mungu anaazibiwa kwa kuhubiri Injili? Na kama shida ni kuhubiri Injili, ile kanisa lina matawi labda matawi elfu moja elfu mbili nchi nzima, nilivyosikia siku moja anaongea. Swali so moja, kwa hiyo unafunga kanisa la unafunga kanisa lote nchi nzima? Wale waumini wale, kuna wazee wa kanisa pale, kuna mashemasi, kuna pasta msaidizi, wangeweza kuendelea na ibada na wanaendelea na kazi, wangeendelea na kazi ya ibada na maombi ambayo walikuwa wametangazwa jana. Alafu Gwajima kama katika maneno msiuwe. Ni neno ambalo sasa limekuwa ram katika nchi hii. Unachokifan, unachokifanya unachokifanya nini? Bana tunakushtaki kwa hili neno uliosema watu wanatekwa, watu wanauawa, watu wanapotea. Haya maneno uliosema katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bwana Gwajima, haya maneno ni makosa na ni kuchanganya dini na siasa. Wampeleke nao mahakamani wa maneno. Lakini hawezi kufungia kanisa. Swali moja nataka kuambia hivi. Hayo maneno yangekuwa yamesemwa Yaani, hayo maneno wanasema, Wakatoliki wanapotoa waraka wana zao wanasema, Wakatoliki wanasema, keketia wanasema askofu Shoo, wanasema Bagonza, wana uwezo wa kufungia kanisa sasa hii